O karibu ni kujuza aliojiri katika viwanja mbalimbali mbali. Timu ya taifa ya Chad imejitoa kushiriki katika michuano ya kuwania kufuzu mataifa Afrika hapo mwakani, hivyo mchezo kati ya Taifa Stars na Chad uliopangwa kufanyika hii leo uwanja wa taifa hautakuwepo. Kuhusiana na taarifa ya Chad kujitoa, mwandishi wetu Chunga Runza amezungumza na rais wa shirikisho la soka hapa nchini Jamal Malinzi kwa njia ya simu kwa barua kwa maana ya sh sha mpira barani Afrika kwamba umekosa e, uwezo wa kusafiri kuja Tanzania. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni ni kwamba Chad imeondoka kwenye mashindano. Kwa hiyo michezo yote ambayo Chad wamecheza imefutwa, kwa maana mchezo kati ya Chad na Nigeria ambayo Nigeria ilishinda goli mbili umefutwa. Walicheza nakashinda na Egypt, Egypt wakashinda goli moja wakashinda goli tano, hiyo mechi imefutwa na sisi tunafunga goli moja juzi, mechi imefutwa. Kwa hiyo kwa hali jinsi ilivyo sasa hizi kwenye kundi letu kundi G, ibakia timu tatu. Kwa hiyo ukiondoa michezo ambayo ilikuwa imechezwa na Chad, ina maana hijitana pointi nne, Nigeria na pointi mbili, Tanzania tuna pointi moja, hiyo ndio hali halisi. Sasa Bwana Malinzi, unawaambiaje mashabiki wa soka ambao tayari walishakata tiketi kwa ajili ya mtanange huo kesho, hasa masa ilikuwa kubwa sana katika mchezo? Nini unachoeleza sasa? Ni mshtuko. Kila mtu kwenye mshtuko, mimi kwenye mshtuko na naamini na mashabiki kwenye mshtuko. Kwa hata kutoka, mimi najibu ukweli kwamba jibu sina. Maana sasa hivi labda tu tusubiri kucha kesho asubuhi juu ya kufanya, kwa sababu hiyo haijawahi kutokea na hakuna ambaye amelitarajia. Sio shock kwa kweli kwamba kwe, mtu unatarajia saa ishirini na nne kabla ya mechi mtu anakwambia mimi siji, wakati mtu angeweza kujiandaa kwa ajili ya mechi mwezi mzima, alijua kwamba anacheza hii mechi. Na akusema ni mshtuko mkubwa sana, na ukizingatia mechi ambayo ilikuwa na hamasa kubwa Tanzania, wengi walikuwa kesho, wengi walikuwa jitokeze, na wengi tayari wamekwisha nunua tiketi. Labda kama TFF, utaratibu unasemaje? Mtawarudishia fedha zao wale ambao tayari wamekwisha tiketi? Mimi sasa hivi niko kitandani nimeshajifunika na shuka kwa kwa mtu kuweza kuniuza mba wa tiketi saa hivi, mimi sina majibu kwa kweli. Tulale tuamke asubuhi, tutafute akili mpya. Haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Na jambo kwa kama ikitokea mara ya kwanza, hata majibu mtakuwa una sina majibu kabisa.